Shira, sita kwa yeah, yeah. Yaani kama nilitetereka wakati ule sio wakati huu, tulikuwa tusijui si zamani za Mungu. Na ndio maana tukija hapa tunakukushana, iko siri, ukizijua kanuni za Mungu iko siri. Tuko mwaka 2026. Mimi kwenye ushirika wangu tunatoa sisi sadaka ya moyo wa kupenda, sadaka za moyo wa kupenda Yaani hata hicho kiwango kilichopanga mchungaji cha milioni moja mwaka huu haitakuwa milioni moja, kwenye imbewa milioni moja, kama mtatamani kutembea na Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Bwana Yesu asifiwe. Wewe na sana. Haleluya. Umeipangaje na Mungu wako mwaka huu? Nimesema siku ya wakili ni asira. Siku ya wakili ni mbegu. Siku ya wakili ndiyo inatengeneza utumishi huo unaokuja. Haya makadirioni kwa yakusi imekadiriwa shilingi ngapi inatengenezwa leo? Kwa kama kama mheshimu Mungu. Mungu ataanza kuweka kiu kwa watu. Yaani akusala wanamtumikia Mungu wa sadaka wao kwa moyo wa kupenda, yani unakuna kiriina kwamba tunalipo. Haiwezekani sisi tukaajiriwa milioni mbili. Wametuonaje? Wanatuonaje? Kwa nini sisi milioni mbili? Ah ah, kiwa mkiongeza. Kiwa mkiongeza. Nasikia kuna watu si si kiu kiu taratibu. Ila nitakwenda na taratibu hiyo ile. Wewe umenipa gaji mwaka kutolea Mungu wako. Nimesema pale utakapogundua unapita pembamba na unahitaji Mungu utamkumbusha Mungu katika yale uliyofanya. Bwana Yesu asifiwe. Yei, ukipita tendaana kutatua nguvu ya Mungu na nguvu ya sadaka. Nguvu ya sadaka iko hivi, huyu mtu mechowa sadaka hii. Nilisema mimi nikiwa Uturuki, msingi wangu nilifika mahali ulitetereka, lakini kwa kwa njema imara nilijua Mungu, nilimwelekea yule Mungu, na Mungu akalifanya njia nikiwa kule. Bwana Yesu asifiwe! Bwana Yesu asifiwe! nilikuja kumwambia mume wangu ndani ya miezi sita, ndio nilimwambia nikasema nilijua mimi atastahimili nilichokibeba mimi, pia mtakibeba watu wangu, walisema niliwaambia, watu wengi haiwezekani, haiwezekani ya ya kama Mungu Mungu amenitendea muujiza nilikaa kimya. Bwana, Bwana nimekuja na karatasi. Sisi kwetu tumetumia mfumo huu, najua kuna watu wamechukua ila kavizi, tumefanya ibada. Ukiona Mungu anakupa msukumo wa kufanya kitu kwa ajili ya Bwana, fanya Okay, Bwana Yesu asifi. Tumemwona Mungu kwenye hili, hatubatishi kuomba hatubatishi kusema kwa wekoamula, tumemwona akijibu tumemwona akifanya tumemwona akitenda, hatubatishi. Bwana Yesu asifiwe, Bwana Yesu asifiwe. Mimi nimekuja na kadi hizi, kadi nilipata ufunuo tu nikasema oke okay, watu ukiwaulilia wakisikia hata tufanyeje. Sasa hizi kadi nimeweka deshi kwa sababu utaratibu hapa sijui, nasia hili limeandika hivi, sisi sote ni wakili wa Kristo, uongozi na idara ya uwakili kabisa. Aleea ni ushirika wa Chunya mjini, tunayo furaha kukuomba kuwaomba profesa mchungaji nani, uko mchango wa kufanikisha sikukuu ya uwakili itakayofanyika Jumapili tarehe ishirini na tano katika ibada ya saa moja sena mimi niwepo. Nafikiri Mungu alijua, sikujua kama itakuwa ibada moja. kiwango cha kiasi kadhaa hizikati, nimekuja nazo chache kutoa, nitakuja kutoa Jumapili. Kamwambie Mungu, ni riziki yako ya kutembea nayo mwaka, ni msingi ni uzao wa kwanza, ni mzaliwa wako wa kwanza Bwana Yesu asifiwe. Amen. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Bali tanirusu ningawa nisiye nikakiuka sana utaratibu. Haleluya. Mawakili wa mitambo. Kama tusimame. Mawakili wa mitambo kama tusimame.